Pro na na anasim, uh, mimi na Ben Pol huwa tunazaniana sana. Sometimes huwa tunapigiana simu, huwa ananitaga Nelson. Ah, mimi na namtaga bwana bwana Bernard. Ah, uh, ni mshikaji wangu huwa tunazaniana sana. Sometimes ni baadhi ni, ni moja kati ya wasanii wachache ambao sometimes huwa tunapigiana simu. Ah, sijui ame target nini. Sitakujaje ile picha. Sijui bwana Bernard.

Sitaki kujaji ile picha. Si, yani sitaki kuongea zote. Ah. Mimi sometimes nawaza Ben Pol sio mambo yake. Yani unajua kuna watu ambao wamezoeleka. Au naweza kusema tumezoeleka labda tuna makelele huko na kule no, eh, unajua zile. Ben Pol hajazoeleka hivyo Bwana Ben Pol, I don't know. Sijui. Sijui ame-target nini. I don't know. Ngoja tumsikie akizungumza siwezi kujua yee yeah. ana alifikiria ana nini kuipiga ile picha? Aa, sijui kwa kweli, ila nilipoiona ile picha nilistuka kidogo, kwa sababu namjua Ben Pol na yale mambo aga, tofauti ya mambo tunafanya sisi watoto wa kike, ila sio mtoto wa kiume, sinajua. Kwa hivyo nilivyoona ile picha nilishtuka sana, lakini alikuwa sio mtu wa kutoa majibu sasa sijui mwenyewe, kuna kitu labda ndao kifanya, tusikilize tujipe muda kidogo tuweze kujua, japokuwa ile picha imeita utata mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii, hata kwa sisi wasanii wenzao ambao wa tukiulizwa na mashabiki vipi, pana na kuaje, mbona Ben anapiga picha kama hiyo? The end of day nakuja majibu anao mwenyewe, kwa nini alifanya vile. <coughs> Yeah, kwa mfano labda ukakutana uka naye labda amini popote pale vitu gani ambavyo utamuuliza Ben Paul wewe kama Shilole? Kiukweli lazima nitamuuliza Ben, umefanya nini hiki Yaani, what happened to you, akaunti yako ilihakiwa ama una project na uhusu mambo haya ama ni kiki tu? Nitasubiri majibu yake atakao nijibu. Yeah. Kwa sisi watoto wa kike ni kawaida sana, tofauti na watoto wa kiume. Mimi iliote nikiona nimepiga picha na bikini. It's not a big deal. Mimi ni mwanamke, natakiwa naonyesha vitu kuwavutia wanawake wami ni wanaume. Sasa siwezi kupiga kama mwanaume, unapiga picha unamvutia nani? Mi najua akaunti ya Ben Pol hakiwa, ndo nachokijua mimi, na ndo nilivyoona picha. Niliona hivyo, nilihisi hivyo, na nikahisi wale watu wameedit zile picha, kwa sababu siamini kama Ben Pol. Ben Pol namjua, ni mshikaji wangu wa kitambo sana, nimefanya naye ngoma. Ni mtu ambaye anajielewa sana, ni mtu ambaye namuheshimu sana na respect kubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo kwangu mimi, mpaka leo hii huwezi kunishawishi kama yule Ben Pol ndo wamepost pale. Siwezi kukubali, nimekataa na naendelea kukataa. Nahisi kwamba kuna watu wame, wame, wamecheza michezo yao nandoma, na ndo mana picha zote zile zingine zimefutwa labda Mi mpaka sasa hivi nakubali, naamini kabisa kwamba ile account ni kweli ni ya Benpo, lakini siamini kama zile picha ni za Benpo. Naamini kuna watu wamecheza, wamefanya labda mambo yao ya photoshop shopping, yale wametengeneza, wame tengeneza, wamemtengeneza wame, kama mtu anayefanana na Benpo wamemweka pale wame, mi naamini wamehaki, kwa sababu bahati mbaya ni sijapata kuzungumza na Benpo mwenyewe, lakini siamini kama ni Benpo, Benpo ndo amefanya vile. Siamini katika njia hiyo. Siamini. Kwanza naichukia hiyo njia. Naichukia kabisa. Naichukia hiyo njia kwa sababu I, I mi kwangu mimi haimake sense. Yaani, mimi kama umefanya kitu kama hicho labda kwa ajili ya attention ya watu, alafu nikijua mimi nitaona, nitakuondolea nita nita nita nyota moja. Nitakuondolea nyota moja kwa sababu nitaona kama umefanya um, kitu ambacho siki si kitu kizuri. Kwangu mimi siamini katika kiki. Mimi naamini katika kazi nzuri na ndio maana always mimi nikitaka kutoa wimbo wangu, sifanye chochote zaidi ya kuku, nitakutumia cover yangu bana, post cover yangu, inatarajia kuachia wimbo na utakuja, utasikia wimbo. Sina mbwembwe nyingine yoyote na naamini katika hicho na imekuwa ikinisaidia na anafanya vizuri kwenye mziki. Sije kutafuta skendo na sina mpango wa kutafuta skendo na siamini katika skendo. Kama kweli ni yeye atakuja kukiri kwamba ni yeye amepost hizo picha kwa malengo ya kimziki, hapana. Mimi nitamchana, mimi nitamwambia hii haijakaa sawa. Ben Pol. So, yani, unajua Ben Pol ni msanii mkubwa sana, ni msanii mmoja, ni miongoni mwa masanii madude ambalo likitoa kitu li, ni kitu kweli yani, hahitaji chochote yani, unajua sio mtu ambaye anahitaji chochote, ni yeye mwenyewe na sauti yake inamtosha kabisa kufanya mziki mzuri, na kapenya na ka akaenda mbali na mbali na mbali na kimataifa, akafika kwa sababu ana, ana, ana, ana package yote.